Karibu sana karibas, mi nashukuru sana, nitaongea kwa niaba ya na hmm, na naye. Mhm. ya nitaongea kwa niaba ya wachezaji, wachezaji tumejipamba vizuri kwa mechi ya kesho okay. Ndio kila mtu hapo kwa utimamu wa afya, mechi ya kesho najua itakuwa nzuri. Okay, mashabiki watarajia kuona uwanjani kwa, ni muda mrefu hawajakuona yeah, kama nimekuja da, wanatarajia kuniona pia na mimi. Nawaomba pia waje wajitokeze kwa wingi watupe sapoti kwa mechi ya kesho okay. Nakaribisha maswali kwa mchezaji. Hmm. Ya vile kocha amesema, tumejipanga vizuri, tumekuwa tukifanya mazoezi karibu kwa hizo wiki mbili au tatu. Wachezaji tumejipanga vizuri kwa sababu ya mechi ya kesho. Najua kesho tutakuwa na mechi nzuri. Azam pia ana wachezaji wazuri, wana uzoefu kiasi, sisi pia tuko vizuri, nadhani kesho tutakuwa na mechi nzuri Wtim <coughs> zote ziko sawa, hiyo jina tu ndio inakuwa ni tofauti, sababu pia mimi nimetoka Simba, niko Dodoma saizi sasa. Siwezi kusema kuna pressure hivyo sana, sababu sisi wote tunafanya mazoezi. Naam shukrani sana Juhi. Kwa mashabiki wetu, mi naomba mjitokeze kwa wingi, mtupe sapoti, mtunge mkono mpaka kipindi cha mwisho. Safi, asanteni.